Tuelekee kaunti nambari 11 ambapo maofisa wa upelelezi huko Isiolo wanaendelea na uchunguzi wa kumsaka mshukiwa aliyempiga risasi mwakilishi wadi wa wadi ya Burat na kumjeruhi vibaya. MCA huyo Nicolas Lorot anadaiwa kuvamiwa na mtu usiku wa Jumatano na kupigwa risasi kabla ya mshukiwa kutoroka. Inaarifiwa mwakilishi wadi huyo bado anatibiwa huku uchunguzi wa polisi ukiendelea. Wakati alikuwa ameingia kwa gari yake eh, kupiga simu eh, kijana mmoja alikuwa ame, eh, amefaa kama mtu wa boda, alikuwa amefaa helmet na reflective jacket eh, akatokezea eh, ni kama alisema ali something ambaye ambayo ule MCA ya eh, kusikia vizuri wakati ameteremsha kioo eh, akachomoa uh, pistol na akampiga risasi kuna risasi kama moja ama mbili ambazo zimekuwa lodged kwa mwili na anashughulikiwa kutolewa. Let's allow the, the DCI, uh, to get to the bottom of the matter so the resident should